Mbinu za kupata cheti cha kuzaliwa kwa haraka. Kwanza unapaswa kuelewa kwamba cheti cha kuzaliwa ni haki ya kila Mtanzania. Kila anapozaliwa ana haki ya kukipata cheti cha kuzaliwa. Zifuatazo ni nyaraka ambazo zitaweza kukusaidia wewe kupata cheti cha kuzaliwa kwa haraka. Hakikisha una nyaraka kuanzia mbili na zaidi ili uweze kufanikisha kupata cheti chako cha kuzaliwa. Nyaraka ya kwanza ni kadi ya kliniki. Ukiwa na kadi ya kliniki, itakusaidia kupata cheti cha kuzaliwa kwa sababu inaonesha tarehe yako ya kuzaliwa. Lakini nyaraka ya pili ni kitambulisho cha mpiga kura, kwa wale ambao wana umri wa piga kura ukiwa na kitambulisho cha mpiga kura, pia kitakusaidia wewe kupata cheti cha kuzaliwa. Na nyaraka ya tatu ni living certificate darasa la saba au kidato cha ja nne. Ukiwa nazo zitakusaidia kupata cheti cha kuzaliwa kwa urahisi, lakini nyaraka nyingine ni vitambulisho vya wazazi Hizi ni nyaraka ambazo kwa urahisi unaweza kuzipata na zikakusaidia wewe kupata cheti chako cha kuzaliwa. Lakini hatua inayofuata baada ya kuwa umepata hizi nyaraka ni kuingia katika mfumo wa Rita ili kutuma maombi ya cheti cha kuzaliwa. Na kama hauwezi kutumia mfumo, unaweza kufika katika kituo cha huduma za kimtandao ili waweze kukusaidia kutuma maombi na utapaswa kuandaa ada ya kulipia maombi yako ya RITA kwa sababu utapewa control number, na ukisha kulipa ndipo taratibu zingine za mfumo zitaendelea. Nikukumbushe kusubscribe katika chaneli yetu ya Jack Media tz. Kumbuka, kila hatua ni maarifa, na kila maarifa ni nguvu.